Afisa wa mamlaka hiyo nyanda za juu kusini Adrick Ndelwa amesema mitazamo potofu kuhusu bangi inadhoofisha jitihada za serikali kupambana na dawa za kulevya, akieleza kuwa baadhi ya watu wanaitumia kama dawa bila kujali madhara yake. Kwa mujibu wa Ndelwa, pamoja na changamoto hiyo, jitihada zimeendelea kufanyika ili kuhakikisha umma unapata elimu ya kutosha kuhusu madhara ya bangi. Uh, kwanza ni hii ikiambatana na dhana potofu ambazo zipo katika jamii zetu. Wengi wanaamini baadhi ya dawa za kulevya kama bangi si dawa ya kulevya ambayo ina afiki. Kwa hiyo tumekutana na changamoto hizo na tumeendelea kuwaeleza wananchi waweze kufahamu, kwa sababu huko mitaani kuna elimu nyingi ambazo wauzaji wa, wa, wa dawa za kulevya wanazitoa wakizisifia baadhi ya dawa za kulevya kwamba zinasaidia katika eh, baadhi ya vitu fulani. Kwa mfano, mtu anaanza akasema akatokea akasema dawa ya kulevya aina ya bangi inasaidia kwenye kansa na mama anajiona yeye ana kansa kwa hiyo kwa namna moja nyingine ataanza kutafuta hiyo dawa ili aweze kuitumia. Kwa mfano ukienda maeneo ya Njombe, wanakwambia sisi hii tunatumia kama mboga. Kwa hiyo na maana kuanza kubadilisha mawazo yao na fikra zao inachukua muda mrefu, lakini tumeendelea kuj-kujitahidi kushirikiana na, na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunatoa katika hatua nyingine Ndelwa amewakumbusha wazazi na walezi kuwalea watoto kwenye maadili ili kuwaepusha wasijiingize kwenye uraibu wa dawa za kulevya, akitolea mfano wimbi la vijana wadogo eneo la Kabwe jijini Mbeya kwamba wengi wao wamejiingiza kwenye vitendo vya matumizi ya dawa za kulevya. Niseme tu kwamba akina mama ndio nguzo ya familia ya, ukipita maeneo ya Kabwe na Manjerwa utashuhudia kuna watoto wadogo wengi wameanza kutumia gundi na petroli wako wengi mitaani, wengi sana. Sasa ukitaka kuwauliza tu, nijaribu kufanya uchunguzi pale, wengi wana wazazi na wachache sana hawana wazazi. Sasa nini kinachosababisha ni kwamba wazazi wamewatelekeza watoto wao. Mama kama mrezi namba moja katika familia, wana wajibu wa kuwalinda watoto wao kwanza, ili wasije wakaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Wakihojiwa na kituo hiki baadhi ya wanawake jijini Mbeya wamesema mapambano dhidi ya dawa za kulevya yamekuwa yakielekezwa zaidi kwa vijana huku kundi lao likiachwa, wakifafanua kuwa ukimuelimisha mwanamke umeielimisha jamii nzima. Kwa jina naitwa Loida Sangi. Sisi wazazi tunajisikia tu vibaya kuona vijana wetu wanaribikiwa. Ipige marufuku madawa ya kulevya, waja hata huku mutani watupe elimu ili kesho kesho kutwa ikija kuwakuta watoto wetu tujue jinsi ya kufanya ya kuwasaidia watoto wetu. naitwa Fatuma Saidi, mjasiriamali wa chakula Temesa. Ni kweli kabisa naitaani kwa hata mimi ninavyoona, hasa kwa sisi wanawake, muda mwingi tunakuwa busy na kazi, tunarudi nyumbani, ndio hivyo tunapata muda mchache wa kuongea na watoto, lakini hatuna elimu sana ya kusema, tunaweza tukawaeleza watoto kuhusu dawa za kulevya kwamba kuna watu wanaathirika kiasi gani. Tuongemba tu serikali itufikirie, hasahasa sisi wanawake ambao tuko busy ituletee watu ambao wanaweza wakatuelimisha kuhusiana na dawa za kulevya. Swala la kwanza ni kuzuia ili madawa yasiingie katika nchi yetu ya Tanzania, au yasiingie kwa vijana ili waweze kuvuta kufu kufu, lakini pili, watoe elimu kwa ajili ya vijana, hata kwa sisi wanawake, kwa sababu sisi wanawake tuna sehemu kubwa kwa malezi ya watoto. Nikilipoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.